<coughs> mwengi. Asa sasa Mwenyekiti, mimi nimempiga wapi? Tangu umeondoka mimi nimekaa hapa nimempigia nini? Na <coughs> Mwenyekiti ya na pesa ni ya kijani. Mwenyekiti, hivyo jamani msipigane kama hivyo. Kwa nini mnapigana? Mapombe. Mimi nakuambia atakuchanganya tu bule ni mapombe. Si tumeshaongea, ameshaisha. Sasa nimpige na mpigane. Naweza kumpiga mimi ume mwanaume mzima na madevu yake hapa. Mwenyekiti, ya hivyo jamani msipigane na kama hivyo. Kwa ni mpigia uza wengi. Kwanza basi, nyamaza, nyamaza ndugu yangu hawezi kukupiga nyamaza. Wewe uwezi kukafa bana, uwezi kufa, uwezi kufa ndugu yangu, uwezi kufa kwa wa kiume. Sawa, kuwa mtulivu kidogo, sawa.